Taarifa ambayo imeweza kutokea ni kwamba Marekani inatathmini uhusiano wake na Tanzania. Nchi ya Marekani, yani inaangalia upya uhusiano wake na nchi ya Tanzania, ndio shughuli wanaoendelea kuifanya saa hizi katika siku za karibuni kufikia ile ya kupiga kura na chache zilizoweza kufuata Marekani haikuweza kufurahishwa na vitendo vya serikali ya Tanzania. Haya ni kwa mujibu wa ripoti walioweza kuitoa katika siku ya jana na kuweza kuiweka katika mitandao ya kijamii, kuweza kusema kwamba Marekani mpaka sasa inaweza kuangalia upya ama inaweza kutathmini uhusiano wake upya kabisa na nchi ya Tanzania. Hatua zilizoweza kuchukuliwa na serikali ziliweza kubadilisha maisha ya watalii na raia wa Uingereza walioweza kuzuru Tanzania. Kwa hivyo, Uingereza imeanza kuangalia ule uhusiano wake na Watanzania kwamba ikiwa raia wa Marekani wanaweza kusafiri Tanzania kwa jenda za utalii, pengine hau tu shughuli zao la rasmi tu. Ikiwa raia wao wanaweza kuuzuru Tanzania basi wanaweza kuwa wanapata hali gani ya maisha katika nchi ya Tanzania ikizingatiwa kwamba maandamano ambayo ni uh, haki ya kikatiba yakifanyika yanageuka fujo, na kwa hivyo, maslahi ya wale ambao wanazuru Tanzania wakiweza kupatikana katika purukushani za maandamano, basi maisha yao hayatakuwa pema. Nchi ya Marekani imesema kwamba haitawahi kuruhusu raia wake kutesekea Tanzania kwa sababu ya maswala machache ambayo yanaweza kushughulikiwa ipasavyo. Maswala hayo yamefanya Marekani ianze mchakato wa kuweza kutathmini uhusiano wake na Tanzania ili kuweza kuangalia kwamba bado Tanzania itaweza ama ipo tayari kuendelesha uhusiano wao wa kitambo kwa sababu wamefungua uh, ujumbe wao, wakiweza kusema kwamba nchi ya Tanzania na Marekani katika siku za, za zilizotangulia wamekuwa na uhusiano mwema, na nchi hizo mbili zimeweza zimeweza kuwa zikifaidi kutoka kwa uh, nchi moja hadi nyingine, na kwa hivyo wanaweza kufanya hii tathmini kuangalia kwamba uhusiano huo utaweza kuendelea ama ndo kama basi umeweza kufika kikomo. Wakimalizia taarifa yao, Marekani imesema kwamba katika siku zitakazofuata wataweza kutoa mwelekeo wa ama kuweza kutoa msimamo wake kuhusu uhusiano wake na nchi ya Tanzania. Kwa hivyo msikilizaji, ni habari ambazo tunasubiri kuona zinachukua mkondo upi na kuweza kuelewa kwamba ni kipi kitakachoweza kita kuendelea kufanyika katika siku za karibuni zinazoweza kukuja. Na je, ni nani ataweza kuadhirika katika siku hizo zitakazoweza kukuja ama katika hatua ambazo serikali ya Marekani inaweza kuja kuzichukua zili kufuatilia, msikilizaji.